Mungu asifiwe, haleluya. Tuko darasani, tunatafuta vianzo, tuko kwenye darasa letu la ukombozi na mwalimu Glorimina Venas Mpua. Yamkini ndo mara yako ya kwanza kabisa kujua huu ni nani. Ni mwalimu, ni kipenzi sana cha watoto, ni kipenzi sana cha vijana, hasa watoto wa kiume. Haleluya, kauli yetu mbio mtoto wa kiume fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume majdai kwa mama yake, mtoto wa kiume ni fahari kwa taifa lake. Haleluya, tuko kwenye vyanzo vya uharibifu. Tumerudi kule kule kwenye misingi kwenye misingi. Si tumehangaika sana tu, tumetumia wakati mwingine akili zetu sana kwa habari ya kuwasaidia watoto wetu wa kiume. Tumetaka tujiongeze tujiongoze wenyewe, tumeshindwa Hatuwezi kujiongoza, ndio maana watoto wetu wameharibika. Funika macho yako tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, utukufu ni wako, Jehova, mamlaka ni yako, Ebenezi, asante Bwana. Tunaendelea na darasa hili la ukombozi, baba yangu, kwa habari ya kumfichua mtoto wa kiume katika jina la Yesu, anza pamoja na sisi, umalize pamoja na sisi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Somo letu ni mwendelezo mwendelezo wa machozi ya mwenye haki yana majibu. Machozi ya mwenye haki yana majibu. Naongea na mzazi mwenye watoto wa kiume, naongea na mdada mwenye kaka yake, naongea na mama mwenye mume, naongea na mbibi he, ambaye ana wajukuu, lakini ana roho ya uombaji, ana roho ya maombolezo, ana roho ya kulia ana machozi ana machozi. Namwambiaga shetani, hata siku moja siwezi nikadondosha machozi kwa ajili yako. Hapana, hapana. He, heli wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi maana hao wataitwa nani? Wana wa Mungu. Kwa hiyo na, na yani wakati mwingine mimi ninakasirika yani, ya, ya, yani kabisa, namwambia shetani na majeshi yake na na matakataka yake yote, namwambia sikiliza, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, hivyo siogope chochote, nimepewa mamlaka Machozi ya mwenye haki yana majibu. Machozi ya mwenye haki yana majibu. Akilia Bwana anamsikia akilia kwa bidii. Machozi ya mwenye haki yana majibu. Ninaongea kwa habari ya vyanzo, lile tatizo la mtoto wako leo. Ni watenge kidogo kwenye hii clip. Leo nizungumze kwa wale watoto wa kiume. Si tumekubaliana mimi na wewe kwamba mtoto wa kiume akui? Kwa hiyo wale kuanzia miaka ishirini na tano na kuendelea, unashangaa ili swali. Mimi nilishawahi kujiulizaga sana, yaani, unajua kuna mambo mengine, yaani unaweza ukakaa chini ukajiuliza, yaani ni kama ukakosa jibu mwenyewe kabisa fu baadaye, nikaja kugundua tu kwamba hii ni neema ya ufahamu niliyonayo. Mungu tu amenipatia neema. Unajua, ninajiuliza huyu mtoto wa kiume kukua paka amefunga miaka thelathini, paka ameenda miaka arobaini, paka ana wajukuu sasa, ana nenda miaka sitini, yuko miaka sabini, yuko miaka themanini, yuko miaka tisini, hana urisi wa kuwarithisha watoto wake.

Mungu anaanza kunisimika kwa habari ya kuongelea mtoto wa kiume, kwa habari ya kumshika mtoto wa kiume na kumwambia mwanangu, twende, mtoto wa kiume twende, twende, twende. Nilikuwa ni nina mambo mengi sana, na haukuwa wito wa rahisi tu wa kwamba mimi kukubali, hapana, kwa sababu ni wito mgumu sana. Mazingira magumu ya rohoni, sio mazingira magumu ya mwilini. Mtu anawezekana akawa na fedha, mtu anawezekana akawa na magari, mtu anawezekana akawa na elimu yake kubwa lakini haya mazingira orani, ya rohoni hamna, yameharibika, yameharibika kabisa, yameharibika, hawezi kabisa ni mtu wa vita tu, ni mtu wa shida tu. Haya, mwanamke mwenzangu ambaye anafuatilia sana hivi vipindi, kijana wangu ambaye anafuatilia sana hivi vipindi, epuka sana marumbano. Yani mtu anapokuja kwa vita wewe, ah, ah, mpisha. Mimi ndio wewe, anafanyaje hivyo? Mtu anakuja kwa vita kubwa, mnampisha apite. Hatuna muda wa marumbano ya sisi kwa sisi, hapana hatuna wa muda wa vita sina. Glori muda wa vita sina, anayekuja kutaka vita mi nampishaga pita, kumbe. Pita. Ah, kwa sababu vita tulio nayo mimi, karibu Yesu anakuja na ujira huko mikononi mwake kumlipa kila mmoja na kazi yake. Ndugu yangu, nitasema nini? Vijue viko vingi, nitasema nini jamani, eh? Nitafanya nini mimi jamani, nitatoa hesabu gani jamani? Ukiangalia huku kuna mavijue mara sijui ya makitu gani, mara ya makamali sijui mavijue ya, ma, ya madawa kulevya, sijui mavijue kitu gani? Mambo mengi mpendwa wangu, hasa nikalia na vita ya nini? Eh? ni, mi, mimi siku moja nimekaa najitathimini, nikasema: Glory, mbona mwendo wangu ni kidogo sana eh? wakuwafikia watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Mbona mwendo wangu ni mdogo sana wakuwafikia wababa ambao wamekosa matumaini kabisa hawa? Unajua, mkiwa mjini unaweza ukaona kwamba dunia yote iko hivi, si boxi Njoni box, mimi nikuleta kwenye baadhi ya vijiji. Uwe mchungaji uwe askofu uwe nani uwe kiongozi wa serikali uwe kiongozi wa dini, njoni box, mimi nitakuleta kwenye ma, yani nitakuleta kwenye vijiji ambao ukifika utasema hii ni Tanzania, utasema ni watu wanaishi, utasema haya ndo maisha, utasema yani, utakuwa na maswali mengi ambayo hayana majibu. Kwa hiyo ombi langu si wakati wa vita vya malumbano ya hapa na pale. Hapana, hapana, vita vyetu sisi viko kwenye ulimwengu wa roho vita vyetu sisi viko kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana nimekuja na kauli unaosema kwamba machozi ya mwenye haki yana majibu. Huo muda wa marumbano, mimi niingie kwenye maombi. Huo muda wa kupigana ngumi, mimi niingie kwenye maombi. Huo ni muda wa kusengenyana, mimi niingie kwenye maombi. Huo muda animuombe Roho Mtakatifu anisimamishe kwa upya, niende ni paka vioni, niende mpaka mm, mm, mm, paka kwenye mm, maeneo kote ambako Mungu atakako nipeleka niende kwa sababu kila eneo kuna watu wa namna hii. Niende nikazungumze nao, niende nikawaambie maneno mazuri ya Yesu, niende nikawaambie Yesu anawapenda, niende nikawaambie mwanangu, rekebisha tu, niende nikaombe pamoja na wao, niende nikamtangaze Yesu pale, niende nikawaambie kwamba wewe, wewe kijana, sikiliza, wewe baba, sikiliza, sio maisha yako hapa kilabuni. A, a, Yesu ana haja na wewe, Yesu anataka kutengeneze. Kiu yangu ni hiyo uyako wewe ni nini? Tuko kwenye vyanzo, tuko kwenye vyanzo. Nikawa najiuliza huyu mtu ana miaka zaidi ya thelathini, lakini ukiangalia maisha nayo yaishi jamani, mpaka unasema hii ni nini? Kwenye huu msako wa maajabu ya Gambos tumekuja kugundua kwamba wengi wamefichwa wengi wamefichwa, nafsi zao zimefichwa. Mwanadamu ana mambo makubwa matatu. Mwanadamu ana vimvuli vitatu: ana kimvuli cha nafsi, ana kimvuli cha mwili, ana kimvuli cha nyota ya kung'aa. Ukienda wewe kwa waganga wa kienyeji utawapata, lakini wametuibia ndani ya Biblia. Ana kimvuli cha cha mwili, ana kimvuli cha nyota ya kung'aa, na ana kimvuli cha nafsi. Unapotembea namna hii, unaweza ukuta kwamba mbele yako kuna kivuli hasa, hicho ni kimvuli cha mwili, unakiona. Lakini unaweza ukaendelea kutembea namna hiyo, ikafika mahali usikione kile kivuli. Kimeshabebwa na malango ya kuzimu, kimeshabebwa na wachawi, wamekubadilishia maisha, wamekuficha. Hiyo ndio maana naona mii huwa sihitaji vita vya damu na nyama Hapana, ninaingia kwenye ulimwengu wa roho. Kuna nini? Ninaenda kule kwenye siri, ninakwenda kule mahali ambako kumefichwa hazina, kule hazina ya huyu mtu imefichwa huko, huko ndo ninakoenda kupambana nako, kwa sababu unapoendelea kutembea huoni kile kimvuli, kumbe kile kimvuli kimebebwa na nguvu za giza, wameenda kufungia kwenye chupa. Wow, unaona kama ni kitu cha kawaida tu, unatembea kama kopokopo fulani hivi. Ndio maana unafanya kazi ambayo sio yako, ndio maana unakunywa pombe wakati hujaitaji kunywa pombe, ndio maana unavuta sigara wakati moyo wako umekinai, hauhitaji. Unakuwa huko kwenye toba kila siku kila siku, toba ile haikuzalii matunda, unafanya kile kitu ambacho ukipendi Hebu tuangalie hapa kwenye yo, kwenye Yeremia thelathini na moja mstari wa kumi na saba. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Liko tumaini, liko tumaini bado. Yesu ana haja na wewe. Umefichwa kwenye nyumba za kuharibiwa, umefichwa kwenye laana na matani. Iko na uchawi wa kila aina, lakini iko greda ya damu ya Yesu, iko greda ya damu ya Yesu, uko uweza wa damu ya Yesu, iko mamlaka ya damu ya Yesu, uko utukufu wa Yesu aliyekufa pale Kalvari akasema kwamba yote yamekwisha. Liko tumaini tena. Unashangaa jamani, mtu ana miaka arobaini, hana, hana taka baisikeli hanata chocho, yani hana ta kitu chochote. Ah, huyo aliwahiwa ile nafsi yake. Kumbukani kwamba nimekwambia yako mambo matatu: kuna kimvuli cha mwili, kuna kimvuli cha nafsi na kuna kimvuli cha nyota ya kung'aa. Sasa hii vitu vitatu kama mtu amewahiwa ndo anabaki kama kopo, anasoma elimu yake haimpi matokeo, analima ndo kwanza huo mwaka mvua zitanyesha, anakwenda ku, ku, ku, ku, kufanya mradi fulani ndo kwanza ule mradi unakufa kabisa. Kwa nini? Nyota ya kung'aa haipo, kimvuri cha nafsi hakipo, wamebeba wamemtia kwenye chupa na ameendelea kuishi na hayo maisha. Tugeuke wana wa mfalme Yesu. Wuh! Tugeuke tutafute kusudi la Mungu kwa habari ya wana wetu. Hapana, Biblia inasema kwamba zaani mkaongezeke. Maongezeko yako wapi? Maongezeko kwa watoto wetu wa kiume, maongezeko kwa maisha yetu, maongezeko kwa kazi yetu, yako wapi? Hivi vitu vitatu vimekamatwa, nyota imekamatwa, kimvuli cha kimvuli cha cha nafsi imekamatwa, kimvuli cha nyota kung'aa na kimvuli cha mwili, alafu wewe unaona ni kawaida tu. Ndio maana umekuwa mtu wa kulia leo na kukumbusha. Twende kwenye vyanzo, hakuna mtu ambaye wa watoto wake hakuna. Na mtu yoyote yule ambaye hana urithi wa watoto wake, moyo wake umejaa malalamiko, moyo wake umejaa manunguniko, yani yule mtu wa maisha ya chini. Ni ndo maana tunakoelekea tunakuelekea, sijasema, ila tunakoelekea ndakuja kukuambia kwamba umaskini ni dhambi, kwa sababu mtu yoyote mwenye maisha ya chini, mmoja ni mvivu, namba moja, alafu namba ya pili ni Kutamburisha huyo mtu amechukuliwa ufahamu wake, nafsi yake imefichwa. Iko wapi? Iko polini, iko polini, imefichwa huko, ndio maana hayuko. Moyo wake yeye ni kulalamika tu, moyo wake ni kunungunika tu. Hata kama ukimpa milioni mbili hataona kama vile umempa, hana ule moyo wa kushiba. Moyo wake ni wa huzuni tu, moyo wake ni wachukichuki tu, moyo wake ni wa manung'uniko tu. Hey, makini sana na mtu wa namna hiyo. Hata unapomwombea, unapomwombea mtu wa namna hiyo uwe makini mno, maana anaweza akakushika, akakushika nguo akakuvuta ili na, na, na, na wewe ufanane kama yeye. Anaweza kukujaza moyo wako vitu vingine vya tofauti. Kwa hiyo lazima uwe makini sana, hata unapoanza kuingia kwenye huduma ya namna hiyo, mtu aliyekamatwa nafsi tutaiendelea kwa kipindi kinachofuata. Mungu akubariki sana, nakupenda na kujali na kuthamini. Funika macho yako tuombe. Baba, ninakuja mbele zako, asante kwa uwepo wako na nguvu zako ibeneza hata sasa. Baba umetusaidia hata sasa, Baba umekuwa upande wetu, neema yako Baba tumeiona Asante, Roho Mtakatifu, umetufundisha umesimama upande wetu, umetuambia kwamba liko tumaini liko tumaini. Mungu pewa sifa, heshima na utukufu kwa matendo yako makuu sana. Baba nikiomba na kuamini kupitia china la Yesu Kristu aliye hai, amina. Mwalimu Glorimina, sifuri saba sita, nane, tisa saba ishirini na nane tisini na moja ndiye namba ya mwalimu wako.